Hebu fikiria kwamba mm. mtu anaona kuchukua nyanya na kuzisaga halafu na kupika chakula chake vizuri kwa kutumia nyanya asili, mm. ni kazi. Mm. mtu anaona kuchukua kitunguu na kuja kukikatakata apike kwenye chakula chake ni kazi anachokifanya anatafuta namna ya kupata shortcut, kurahisisha kurahisisha upishi mm. Sasa unaporahisisha upishi, lazima ukutane na vitu vilivyotengenezwa kutokana na utandawazi. Haya, anachukua nazi ambayo tayari imeshawekwa, imewekewa madoido ya mambo mle ndani mm. alafu, hiyo nazi ndo akuja kupikia chakula. Kwa hiyo sasa, ukija kuangalia namna tomato sosi inavyotengenezwa mm. unazokalia vyakula sisi Afrika bado tumejaliwa vitunguu, bado tumejaliwa nyanya, bado tumejaliwa vitu vya asili kabisa ambavyo vinaweza kutengeneza ladha asili ya chakula Ndio. lakini kutokana na uvivu wetu na utandawazi mm. tunakuwa tunaacha haya mambo tunakimbilia mambo haya ya kimagharibi, matokeo yake sasa tunatengeneza jamii inayoumwa. Tukiangalia sasa hivi ongezeko la watu wenye kisukari ongezeko la watu wenye kansa mm. ongezeko la watu wenye maradhi ya moyo mm. nchi maskini zinatisha, kwa sababu tumepokea madoido ya kimagharibi kwa ulimbukeni. Maanake wewe ukikuta unakula kiazi cha kuchemsha utachekwa mm. ukikuta unakula kiazi cha kuchoma utachekwa mm. unakula kuku aliyochemshwa utachekwa una, yani madoido ya upishi sisi tumeyapokea kiulimbukeni. Sasa tunaona wakabisa. Sasa ni ufahari familia kabisa, yaani familia leo hii mm. nakwambia mm. wana bajeti ya chipsi. Kila familia hiyo ina bajeti ya chipsi bajeti <laughs> <Atari, nani huzuni. laughs> hey, ya chipsi kuku hiyo mm. ni familia. Baba yupo mama yupo <laughs> umenielewa? Na baba ana kitambi, baba ana presha, baba ana sukari on yote ya kwake hey. Nikwambie familia kabisa, baba anaondoka, anaenda kununua kopo la majarini mm. kopo ambalo asubuhi anapotengeneza uji anachukua lile kopo, anakokota vijiko viwili vya majarin, anaweka kwenye uji huyu mm. Baba huyu, baba anawawekea watoto mimi. Kila siku ninaandika barua ya special diet, naandika barua ya special recommendation ya dawa za supplement za watoto mashuleni. Wanaumwa pumu, wanaumwa pressure mm. Watoto wadogo wanaumwa kisukari Watoto wadogo, mtoto mdogo nashangaa. Baba ana hela anamsomesha shule nzuri, lakini mtoto ana mtindio wa ubongo maskini. <laughs> mtoto anasoma anakuambia nikiingia darasani sielewi hata kidogo. Mm, yaani mi na likolo yale niliyosoma jana siyapati kwenye mtihani. Mwisho wa siku tu naandika.